mpaka kufikia makadirio ya urefu wa inchi kumi na mbili na uzito wa gramu mia nane. Ngozi ya mtoto bado inakuwa na uangavu. Pia ngozi yake bado inaendelea kuzalisha vinywele vingi pamoja na uteute mweupe unaoifunika ngozi kuilinda ngozi isiharibiwe na hali ya majimaji kwenye mfuko wa kizazi. Pia vinasaidia kuzuia ngozi ya mtoto isipoteze joto la mwili. Katika kipindi hiki kope za mtoto ndipo zinaanza kufunguka na kuruhusu mboni za macho ya mtoto kujitokeza. Kutoka kwenye mwezi wa tano, ambapo alama za vidole vya mtoto zilianza kujitengeneza, mpaka kufikia mwishoni mwa mwezi wa sita, alama za vidole vya mikononi na miguuni zinakuwa tayari zimekamilika. Usikivu wa mtoto nao unakuwa umeimarika kiasi ambacho anaweza kusikia mapigo ya moyo ya mama yake, kusikia sauti za upumuaji wa mama yake pamoja na miungurumo ndani ya tumbo la chakula kwa mama yake. Pia anaweza kushtuliwa na sauti nje ya tumbo la mama. Mtoto tumboni anaweza kupata kwikwi na mama anaweza kuhisi mishtuko ya mtoto tumboni kama ana kwikwi. Mapafu ya mtoto yanakuwa tayari yameshajitengeneza ila uwezo wa mapafu wa kuweza kupokea hewa kutoka nje ya tumbo la mama unakuwa bado ni mdogo sana. Hivyo ikitokea mtoto atazaliwa katika kipindi hiki, anaweza kuendelea kukua endapo atakuwa chini ya uangalizi wa karibu wa madaktari. Mwili wa mtoto katika kipindi hiki unaendelea kuzalisha mafuta na kuyahifadhi mafuta hayo mwilini kwa ajili ya shughuli mbalimbali za mwili. Kwa sababu ya upungufu wa mafuta kwenye ngozi ya mtoto inaonekana kuwa na mikunjo sana. Kwa mama mjamzito, katika kipindi hiki cha miezi sita, anaendelea kupata dalili za kawaida kama vile kiungulia, kuhisi joto kali mwilini na maumivu ya mgongo, na wakati mwingine mama mjamzito anaweza kupata hali ya kuvimba miguu.